Kipekee tumshukuru sana mheshimiwa rais kwa kupandisha kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi laki tatu na sabini mpaka shilingi laki tano. Labda kwa wasioelewa vizuri kiwango cha chini ni payment ya mshahara ambayo hata kodi haikatiwi. Tunamshukuru sana mheshimiwa rais. Kupandisha kwa amount hiyo ni historia katika nchi haijawahi kutokea. Huwa tunapanda kwa pesa kidogo kidogo, elfu mbili na ishirini na mbili alipandisha mshahara. Lakini haukuwa kwa kiwango hiki alichokifanya sasa. Tunamshukuru sana sana sana, amegusa maisha Watanzania. Sisi wafanyakazi ni mikono ya Watanzania wengine ya kuchumia fedha. Hatuli fedha kama fedha, tunakula mahindi, tunakula mchicha, tunakula bamia, tunakula matembele. Ndivyo vyakula vyetu. Tukilipwa vibaya, tunakwenda kwa Watanzania wetu masikini kwenda kununua vibaya Tukilipwa vizuri tunakwenda kwa watanzania wenzetu masikini kwenda kununua vizuri. Unamkuta bibi pale amechoka, hata mavazi yake hujui alifua lini, anafunda ana, ana mafungu mwene watoto atembele, unabembeleza bado akupunguzie, ni kwa sababu umelipwa vibaya. Lakini ukilipwa vizuri, utamhurumia yule bibi, utaangalia status yake, maisha yake, jinsi yanavyoonekana, utapenda hata wakati mwene change usichukue, umwachie, utanunua vizuri, hutalalamika bei kupandishwa mishahara kwa wafanyakazi hasa wa umma kunabadilisha maisha katika taifa zima, jamii nzima. Nichukue mfano sekta ya afya na ya, ya, ya, ya elimu. Sisi ndio tulio wengi, huwa tukilipwa mshahara mwisho wa mwezi, masoko yanachangamka, maduka yanachangamka, kila kitu kinakwenda viral kwa sababu walimu wamelipwa. Siku hizi watu wamesahau kwamba wafanyakazi wamelipwa mshahara, wanauliza walimu wamelipwa mshahara, kwa sababu walimu ndio wako wengi, tuko wengi kwenye jamii, kila mahali tuna, tunaonekana. Fani zingine haonekani, mwanajeshi utamkuta wapi? Si mgambo utamkuta wapi? Nani utamkuta wapi? Hata ninyi waandishi wa habari, vijini hamwezi kuweko. Mtakutana hapa vijini, hapa mjini, lakini pia ni wachache. Katika jamii kubwa ni tone dogo tu la maji. Hamuonekani. Kwa hivyo maisha yenu yakienda vyovyote vile, impact yake katika jamii haionekani wazi kama inavyoonekana kwa walimu. Kwa ujumla hotuba Mheshimiwa Rais ilikuwa ni ya wa kutuliza wafanyakazi. Ilikuwa ni ya kufariji. Ilikuwa ni ya kuleta matumaini. Na ndio maana hata katika alipochomekewa kitu kibaya alijibu vizuri tena, alijibu kisomi, akawapeleka kwenye mikataba kimataifa na akawashauri waboreshe. Kwa kushauri kule, nafikiri anajua nini kinaendelea. Kama mtawala wa nchi, lazima ujue nini kinaendelea kwa taasisi. Kwa hiyo aliwashauri, sio aliwashauri, anajua nini kinaendelea kwao. Mwitikio wa walimu kuwa mdogo kwenye sherehe, sasa si walimu gani? Kwa sababu walimu wa CHAKAMWATA mwitikio ni mkubwa, of course ni mkubwa sana. Sasa kama uliona pengine ni chama kingine, sasa siwezi kuwajibia wana changamoto gani kwenye chama chao. Sasa kama kuna watu unaweza ukawaalika watu waende kwenye maandamano na kauka najua hawana maji ya kunywa, wametembea kwa miguu. Hata kwa pale Singida, wale waliobahatika kwenda kwa gari, wakati wa kuondoka wanaondoka kwa miguu. Maandamano migu ya miguu yakuru nyumbani kwao. Sisi tumewapeleka watu kwa magari, tumewarudisha nyumbani kwao kwa magari na posho juu yake na t-shirt za maana. Sisi hatukuona kama watu ni wachache. Labda wachache huko kwingine. Kwa hiyo sisi kwetu mwitikio Of course, una uko vizuri, kesi ya kuzishtaki halmashauri 125 iko pale pale. Notice tuliowapa ni notice ya siku tisini kwa mujibu wa sheria na tumewataka within 30 days baada ya kupokea hiyo hiyo hiyo notice waanze kujibu whether kwa maneno ama kwa vitendo kurudisha wale wanachama, na wasiporudisha tumewapa kabisa hilo deni linaongezeka kwa kiwango gani kila mwezi na tulisema wakati ule kwamba kigugumizi kiko TAMISEMI hapa kwenye haraka ambazo sisi bado tunatumia kuumiza walimu, ni wapeni ushahidi wa mawasiliano kati ya TAMISEMI na walimu yako hapa. Kwa hivyo hata hicho kigugumizi, ameagiza mwanasheria mkuu wa serikali, msajili wa vyama amesema, kamishna wa kazi amesema, lakini kuna watu wamekaa pale. Ina maana kuna kaserikali kadogo ndani ya serikali kuu. Kwa habari ya kuwashtaki, iko pale pale na hata wanachama, viongozi wetu wanaosajili wanachama, tumewakataza wasiwasajili wale waliodhulumiwa haki yao, wasajili wapya hawa. Tuna mbinu yao ya kisheria. Na kwa nini tunataka kwenda mahakamani? Tuna mengi ya kujibu na kwenda kufundishana kule mahakamani. Hapa ni mazungumzo tu, lakini pana viongozi wengi wasekali, wa serikali, mpaka kiongozi wa mhimili wa bunge miaka mitatu minne hapa mbele aliwahi kuchafua hali ya hewa. Azabu ha, kwa kuwa mimi nilikuwa mhimili nimekwisha celebrity watu watakatwa mara mbili na hivi, na ni mwanasheria. Kwa hiyo kesi iko pale pale, wanasheria wetu wanajiandaa tayari, chochote kitakachojiri, lakini siku 90 za ku expire bado hazijafika mwishoni. Lakini pia, tumewaambia, tumefungua mlango wa mazungumzo. Waje mezani, wazungumze. Na sidhani kama celebrity watakuja, kwa sababu daima wanatukimbia hata tukialikwa na mamlaka za nchi kwenda labda kurekebisha sheria zinahusu walimu, kufanyeje? Wakijua CHAKAMWATA wako pale hawatokei. Alafu wanapewa nafasi yao peke yao. Zinaweza kualikwa taasisi mia mbili nchi nzima, kasa asije na mamlaka husika itawatafuta na kuwapa nafasi yao peke yao. Wao wana thamani gani kuliko watu wengine?